Jana tulitembelea mradi wetu wa ujenzi wa barabara ya, ya Kitahi Lituhi mpaka Ndumbi. Tulitembelea sehemu ya pili, maana barabara ile inajengwa kwa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa pale kuanzia pale junction Kitahi mpaka Amanimakolo ambayo ilikuwa ni kilomita tano. Mradi huu ulikamilika na kama ambavyo umejionea barabara imeanza kutumika, lakini tuna, tuna sehemu ya pili ambayo ni ya Amanimakolo Ruanda ambayo jana tumeitembelea ambayo ina kilomita thelathini na tano, lakini pia kutakuwa na awamu ya tatu au ipo amani ya awamu ya tatu ambayo tunaanzia Ruanda kufika mpaka Litui, tunaenda mpaka kwenye bandari ya Ndumbi ambayo itakuwa na kilomita hamsini. Miradi yote hii sasa hivi ni, ni officially kwamba imeanza, kwa maana awamu ya kwanza kama nilivyosema imekamilika, awamu ya pili ndio hii inaendelea mmeikuta, na awamu ya tatu pia mkandarasi ameshapatikana na ameshakabidhiwa site, ndipo tupo kwenye taratibu zile za kumlipa advance payment ili aanze kazi rasmi. Kwa hiyo barabara hii yote ya kilometa eh, tisini na tano itakamilika ita, ita, ita, ita baada ya muda sio mrefu sana, na lengo letu la kuitengeneza ile barabara kama mnavyofahamu, eneo lile lina linatumika lina, lina, lina, lina au kuna kuna, kuna chimba makaa ya mawe, kwa hiyo kuna kuna mkubwa sana wa sana wa magari na kuna trafiki kubwa sana kule. Kwa hiyo lengo la, la, la kujenga barabara ili hile tusevu, hile pamoja na kusevu wananchi ambao wanaishi maeneo yale, lakini pia kuna swala la kiuchumi kule la uchimbaji wa mashukuru serikali ya awamu ya sita imetupambania swala nzima la barabara. Tulikuwa tunateseka sana na vumbi na mpaka sasa hivi mwelekeo tunauona, sio baada ya muda mrefu pengine tunaweza tukaitumia barabara yetu ikiwa na viwango vya rami, tunanufaika kwa vitu vingi. Sisi ni wakulima, anake tulikuwa tunateseka sehemu za kupitisha mazao, kwa sasa hivi na maana tutakuwa imetusaidia ime kuweza kupitisha mazao yetu kwa unafuu, kuweza kuyafikisha sokoni. Sisi tumekaa toka mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane tuko hapa lakini barabara hii ilitutesa sana, lakini kwa sasa hivi uongo tunalaa sana. Mm, tunalaa mno. Yaani tunavyoona mabwana huko hapa barabarani, sisi tuna furaha sana wenye, wenye kijiji. Ah, kwa kweli barabara kwa mradi unaozidi kuendelea hapo, tunamshukuru Mungu. Sababu kama unavyoona mazingira, tulikuwa tunateseka sana, hasa kwa sisi madereva wa maroli tunatoka hivi Godini kwenda kupakia makaa mawe. Ila kwa hiyo kinachoendelea hapa mbele yangu ni jambo zuri, yani na tunafurahi pia. Ah, changamoto ni kama hivi, mvua zikinyesha, magari mengi hasa ya kizungu huwa yananasa kwa hiyo unakuta Mnashindwa kupita.